Moyo ukipata utulivu, akili inatulia na kuweza kusoma vizuri kabisa. Mazingira ya New eh, eh, Era Montessori School yametulia kweli kweli, wanafunzi wanapata kile ambacho wanakihitaji. Na leo Top Star tumetia magu hapa kwa ajili ya kuweza kupata burudani mbalimbali. Tunafahamu tuna segmenti zetu tatu bora kabisa, segment ya onesha, segment ya ndoto na segment ya cheza. Zote hizi wanafunzi watakwenda kutupa kitu bora kabisa a kile ambacho kinaendelea katika shule hii ya New Era Montessori. Ni kujuze tu kwamba unaweza kutufuatilia kila siku ya Jumatano saa moja kamili za usiku kupitia kisimbuzi cha Star Times, channel nambari mia moja na tano. Kule Instagram andika Tetsoma Kwanza TV, usisahau kufollow lakini pale YouTube andika vivyo hivyo uka subscribe kwa ajili ya kuweza kupata kila update ambayo tunakuletea wewe, ambao umeketi hapa, umwambie mwenzako, amwambie mwenzake kuwa Top Star iko hewani leo, Tuko ndani ya shule ya New Era Montessori Mbweni, jijini Dar es Salaam. Kinara wako siku ya leo Neto Dos Santos Samis Junior mpemba, mwenye majina ya Brazil, remember the name, enjoy the game. Sasa tunakwenda kuzungumza na wanafunzi kwa ajili ya kutupa e, utambulizi wa shule. Inaitwaje? ilianzishwa lini? Twende tukazungumze nao kwa ajili ya kuweza kuifahamu shule, alafu tutakupa burudani kem kem katika shule hii ya New Era Montessori School. Mambo vipi? Poa shau. Marhaba, karibu bana ndani ya Tet Soma Kwanza TV, lakini leo bana tumekuja shuleni kwenu. Tunataka tufahamu unaitwa nani, kidato cha ngapi? Ieleze shule yako. Kwa majina naitwa Ebeneza Shedrack, hii ni shule ya New Era Montessori ambayo inapatikana JKT Mbweni, Manispaa ya Kinondoni, Dar es Salaam. Shule yetu hii ya New Era Montessori ina, <coughs> ina shule ina madarasa ya kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne na pia inafanya vizuri katika taaluma kwenye mitihani ya taifa, sawasawa, kidato cha pili na cha nne. Shule yetu pia inafundisha masomo ya biashara, sanaa na sayansi pia na kompyuta. Pia shule yetu ina maabara safi na salama yenye ubora wa hali ya juu ambayo ni ya kemia, biolojia, fizikia pamoja na kompyuta. Shule yetu pia ina, ma, ina mazingira mazuri ya mwanafunzi kujisomea na kujifunza pia ina madarasa mazuri ya kujifunza na yenye hewa nzuri pia. Shule yetu pia ni ya Montessori inakuza vipaji na talanta mbalimbali mbali kama vile michezo, uimbaji na dancing. Pia shule yetu ina michezo mbalimbali mbali kama mpira wa miguu, basketball, handball na volleyball na kadhalika. Shule yetu ina ni ya wasichana na wavulana na pia ni ya kutwa na bweni. Asanteni sana. Eh, bana amemaliza hivyo. Sasa tunakaribishwa ndani ya shule yenu, sio? Ndio. Sawa bana. Niongoze eh, ili niweze kuifahamu shule kwa ujumla. Labaratori ziko wapi? Ofisi ziko wapi? Wanafunzi wanasomea wapi? My baby, my Valentine.

Yes, asante kwa kuendelea kusalia papo mtazamaji wa Tet Soma Kwanza TV, Top Star ndipo ambapo tunaifungua hapa katika kipindi hiki. Kuna segment ya kwanza ambao ni Onesha. Ndipo ambapo tunakwenda kuzungumza na wanafunzi ambao wamejaliwa vipaji kwa jala yake Jalali. Na kuliani mwangu niko na mwanafunzi, kushotoni mwangu niko na mwanafunzi mmoja. Hapa upande wangu wa kulia ni msanii lakini mmoja hapa upande wangu wa kushoto, ni ni mcheza mpira. Je, ni mazingira yapi wanayapitia? Ni kitu gani ambacho wanakitamani katika siku za mbeleni? Mimi naitwa Hamis Junior Mpemba mwenye majina ya Brazil, mimi nakwambia remember the name, enjoy the game. Sasa twende tukazungumze nao eh, pasi na kupoteza ule wakati, kwa maana unafahamu kuna mengi ya kuweza kuzungumza nao. Nianze na upande wa kulia, warabu wanasema yamin takuja yasar, upande wetu wa kushoto, hujambo Naitwa Nora Yusufu Mbwana, kidato cha tatu. Kidato cha tatu sawa, tuanze kwanza eh, na kipaji chako, mwanamuziki. Tunataka kufahamu kwanza background hadi hii ndoto ya mwanamuziki ikaja. Uh, background yangu sio nzuri sana, lakini ilikopo kama ni mashindano tu ya kuimba mwalimu akaona kama nina kipaji akawa ananiwezesha na akanifundisha na yeye ndo akanipa ni moyo akaniinspire kwamba unaweza, na mpaka leo na kipaji changu. Kwa nini ilikuwa mbaya? Ulifeli katika hayo mashindano au vipi? Kwenye kushindana sikufeli, but wazazi wangu ndo walikopo, wanaona kama sio kitu kizuri kwenda katika hayo mashindano ya kuimba, so ikaleta kama misunderstanding kati yetu, kati yangu mimi na wazazi wangu lakini mwalimu wangu akani inspire akamuinspire na mama yangu pia akamwambia, kuimba sio kitu kibaya, inategemea na mtu ambavyo mwenyewe atakuwa anachukulia kipaji chake, au mwenye mtu ambaye yaani, mtu kiasi gani ambavyo atakuwa anachukulia muziki ulivyo. Sawa, tuje kwa upande wako, unaitwa nani? kidato cha ngapi? kwa majina naitwa Good Luck Olomi, kidato cha tatu. Kidato cha tatu, Good Luck Olomi. E, uh, Ulomi, kuna mchezaji anaitwa David Ulomi, mna mahusiano ndio, kwa upande wa uko wetu. Kwa upande wa uko wenu, wewe unamwita nani? David Ulo yule ni kama mjomba. Mjomba wako. Tuanzie hapa. Eh, kipaji ambacho uko nacho kipaji cha eh, football. Mchezaji uh, David Ulomi ni mlinzi, kitu kama hicho? ni mshambuliaji. Mshambuliaji? ni mshambuliaji. Sawa, wewe unacheza nafasi gani? namba tisa namba tisa ndio. Sawa, ni kitu gani ambacho pengine kimeku inspire? Au tupe background kidogo tu, kwa nini umeamua kuwa mchezaji? Mimi niliamua kuwa mchezaji kwa, kwa sababu nilikuwa napenda sana kufuatilia mpira tangia nilipokuwa mdogo. Na hilo baba yangu alikuwa analijua, ndo akaamua kuanzisha mdogo mdogo nipeleka timu za wadogo wadogo. Na nilipofika huko shule bado nao wakatuendeleza kwa vipindi vya michezo, na hadi sasa hivi natamani siku moja na mimi. Ni mzuri. Umetokea kwenye familia ya mpira, pengine uh, inakupa nafasi gani wewe kuhakikisha uh, kipaji chako kinaendelea? mimi inanipa nafasi kubwa kwa sababu familia yangu wote inapenda mpira na nafuatilia mpira. Na pia shule yangu hapa anaposoma pia wapenzi wa mpira. Nachoshukuru hicho. Hili jina la e, Ulomi ukilisikia wakati unacheza ama ukilisikia uko kwenye television anacheza mashujaa kama niweza kwa niko sahihi. Ukilisikia wewe mwenyewe ni kitu gani, pengine kinakuinspire ama kinakuhamasisha na wewe uki-, ukiamini siku moja unaweza ukacheza ligi kuu ama nje ya mipaka ya Tanzania. Kina ni, kina ni inspire kwa sababu naona kwamba nami naweza, kwani yeye tu ameweza. Kwa sababu yeye tu ni nani? Ah, kumbe mimi mwenyewe naweza. Kinanipa ule moyo wa kujitahidi na kuweza kufanya bidii kwamba nami, one day yes, nitafanikiwa. Sawa, tukirudi kwako e, kwenye swala la, e, la muziki. Muziki umekuwa ni nafasi e, ya, ya, ya kutengeneza pesa nyingi kwa sasa, lakini umekuwa sasa hivi ni kama maisha ya, ya watu. Uko mwanafunzi, unawezaje ku manage masomo yako na kuandika muziki kwa sababu muziki ni kuandika pasi na kuandika uweze kuwa mwanamuziki au ndio? pia ni naishukuru sana shule na walimu wa shule kwa sababu nao pia wanajali na kuzingatia vipaji, so muda wowote watakuweka darasani usome. Aha. Pia kuna muda kama hivi wanatuachia nafasi tuonyeshe vipaji vyetu, so namshukuru Mungu kwa hilo. Ni msanii gani ambaye unampenda una sana na unatamani kuwa zaidi yake, ama kama yeye nandi nandi nandi, huyu shemeji yetu kwa Bilnas. ndiyo ni wimbo gani ambao pengine unautamani na unaweza kutuimbia kidogo, Wanandi? Ndio. wimbo gani da da, kama mtu anafuatilia hivi sasa haufahamu wa wimbo e, tupe kidogo. Ee, wimbo wa da. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu, kwa moyo upo mchumba, hadi kwenye damu wanaongea pumba, tufunze nidhamu, kwa moyo upo mchumba hadi kwenye damu, nguvu sina da dada, umeni mmaliza da da, akili kabisa ya da da da umeniweza mpenzi da da da da. Asante sana bana, tumesikia hapo e, kibao cha Nandi, da nguvu sina da. Mi sijui kuimba bana. Endelea kusalia papo, tunazungumza na e, Ulomi hapa. E, Ulomi, sasa turudi kwako. E, sasa hivi mpira umekuwa ni e, mali kubwa sana, watu wanatamani kucheza mbali nje ya mipaka ya Tanzania kuna njia, kuna sehemu unahisi inaweza ikawa ni njia ya wewe kuenda nje ya mipaka ya Tanzania, tumzungumze Samata wa kesho kutwa ama wa kesho ajaye? Ndio, ipo kwa sababu hata shule kwetu wanatupa muda wa kucheza michezo, kuna muda wa spoti. Natumaini watanikuza kipaji changu na siku moja nami nitakuwa nje, nitacheza tena, natamani nicheze ligi ya Uingereza kwa wale ambao wanatamani wana, wana na wawe kama wewe pengine kuna changamoto gani ambao wachezaji mnapitia eh, hasa kuhakikisha mnapiga mna, mna hatua kucheza hata nje ya mipaka ya Tanzania? Changamoto zipo nyingi, kwa mfano kupata majeruhi. Majeruhi na pia chengine ukikosa mazoezi, ukifika kwenye mechi kunakuwa kwa uchovu ambao unakufanya mechi hii usicheze vile kiwango chako, wakiboresha. Ndo hicho tu. Kwa upande wa Bongo, nani ambaye anakuvutia? Timu gani ambayo unashabikia? timu unashabikia? Mimi ni Simba ila mchezaji ambaye anampenda hmm, ni Kitambala Bora. Kitambala Bora, mchezaji wa Azam. umemjua wapi Kitambala? Kitambala Bora nimemjua akiwa anacheza, yes, Maniema ya Kongo. Kongo hiyo eh, kwa anakuvutia sana Jeff T. Kitambala ndio, sawa. kwa upande wa nje ya mipaka ya Tanzania, Erling Haaland, Erling Braut Haaland. Eh, Erling Braut Haaland, nakubali kwa sababu kwa age sio mkubwa ka anakuvutia nivutia sana, sana. Neno moja kwa vijana ambao wanatamani e, kuweza kuendeleza ndoto zao na wasiishie kuzifikiria tu, kwamba nina ndoto na kipaji fulani, wasikate tamaa, wanapitia wana changamoto nyingi, wasi, kwamba wamefeli, bado kuna nafasi, wapambane na siku moja na wao watakuja kufanikiwa. Neno lako ama wa ushauri wako kwa vijana wadogo ambao wana kipaji kama wewe? Wasichoke na pia wasikate tamaa, na hata kama kuna vikwazo mbele yao vitatokea, wasichoke kupambana na waendelee kupambana na wasikate tamaa, watafika wanapopataka. Mtu ukiwa ana work hard, mtu akiwa anaw ana work hard. <laughs> kuna wimbo wote wa lugha ya Kiingereza ambao unaofahamu anaofahamu? Nimekuona hapo umesema work hard Kiingereza, eh, hicho emtupe eh, kidogo. When I am down and all my soul so weary

to walk on stormy seas. I I I am am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Hiyo ni dedication kwa nani? Nani anamwimbia mzazi? Mzazi. Mzazi anamwimbia mtoto au mtoto anamwimbia mzazi? Mtoto anamwambia mzazi, anamwambia be strong nikiwa kwenye shoulder yako shoulidako, sio? Yes. Ebana, eh, asante sana Ulomi eh, mimi ni kutakia kila la heri na na Mwenyezi Mungu asahilishe na ifanye nyepesi eh, nye njia yako katika soka. Asante, asante sana. Naam, nilikuwa na e, mchezaji e, ambaye ametoka kwenye familia ya mpira mpira e, kumradhi, kama unamfahamu David Ulomi, mchezaji ambaye anacheza katika e, vilabu mbalimbali katika ligi kuu NBC Tanzania bara. Basi kijana huyu anatoka kwenye koo hiyo ya kina Ulomi, naye e, jina lake bana linaitwa Ulomi. Lakini huku niko na mwanadada ambaye yeye anahisi e, na anatamani siku moja aweze kuja kuwa zaidi ya Nandi. Ni moja kati ya msanii ambaye anampenda mzazi ambaye unafuatilia hivi sasa Soma Kwanza TV kupitia kipindi cha Top Star, una nafasi ya kuhakikisha unazilea ndoto na vipaji vya mtoto wako, lakini pia unavikuza, kwa sababu ukimtengenezea mazingira ama ukimtengenezea njia sahihi anaweza kuja kuwa mtu fulani siku ya kesho. Usilaze ndoto ya mtoto wako, usikatishe ndoto ya mtoto wako. Kipaji alichonacho hakikisha unakisimamia mwanzo hadi mwisho. Dunia imebadilika, mambo yako tofauti. Nikwambie, tunakwenda kupata maji kidogo Tukirejea tunakwenda kwenye kipengele chetu cha ndoto. Wanafunzi wana ndoto gani? Endelea kusalia papo, Top Star iko hewani, na nikujuze tu kwamba kama unafuatilia Star Times basi ni channel nambari 105 kila siku ya Jumatano saa moja kamili za usiku. Naendelea kuwa nami Hamis Junior, tunakwenda kupata break. Tukirejea tutakwenda kuwasikia watoto wana ndoto gani. New Era Montessori School Ikombweni, Dar es Salaam ndiyo ambapo tumetia magusi kwa leo. Sisi uoga tunatabia wanafunzi kuwafanyia orientation course na pale wanapofika, uoga tunawapa ile uh, welcome ni wanapofika, tunatengenezea labda sherehe ya kuwakaribisha kwao pale. Wanafunzi wenye vipaji wanae imba, maybe wanae dance, wanae chora. Tunaanza kuwaona na kuweza kuwatofautisha. Shule hii ya New Era Montessori imekuwa inafanya vizuri zaidi katika michezo kwa sababu kufanya, kufanya, s pia tuna uwanja mzuri ambao ni rafiki kabisa kwa watoto kufanya mazoezi ambao wakishatoka kwenye ma, kwenye vipindi vya darasani wanaenda kwenye mazoezi na huwa tunawasimamia. Ukienda hivyo hivyo kwenye handball. Handball ne pia discipline nzuri, katika inalinda maisha katika katika katika michezo michezo, kwa kwa sababu discipline ndio ndio maisha ya ya ya ya watoto watoto, vipaji vipaji vyao na katika masomo yao, yao, kitu kitu cha kuwasa zaidi zaidi zaidi wazazi ni ni ni ni kwamba kwamba kuna kuna hulka ile ya kuamini kwamba elimu elimu ndio kila kitu. Lakini hawa watoto wana vipaji binafsi ambao ambao mizungu kawajalia. Na na na siku hizi ukiangalia uhalisia unakuta unakuta mtu ni mchezaji wa mpira, unakuta wale watu wanalipwa hela nzuri zaidi ambao wanafanya wanaendelea na majukumu yao. Na siku hizi michezo imekuwa ni sehemu ya ajira na imeajiri vijana wengi zaidi. Pengine hata kuliko katika sera zingine kuhusiana na masuala ya elimu. Hii ni kwa nini tunahimiza michezo, kwa sababu kila binadamu anaopandia kwa pili, inaweza kuwa ni kweli katika elimu akashindwa kwenda vizuri, lakini katika michezo akaweza kufaulu na akafanikiwa vizuri, akasaidia familia yake.